Timu ya wafanyakazi mashabiki wa Simba kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Singida imeibuka washindi kwa mikwaju ya penati baada ya kutoshana nguvu kwa kufungana 4-4 dhidi ya timu ya wafanyakazi mashabiki wa Yanga katika bonanza mahususi lililoandaliwa na shirika hilo. Akizungumza mara baada ya kukamilika kwa mchezo huo, meneja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Singida Mhandisi Mwamvita Ally Amesema lengo la bonanza hilo ni kuwaleta pamoja wafanyakazi wa shirika hilo na kuchochea ari ya kufanya kazi katika kuwahudumia wananchi. tulikuwa <laughs> hapa leo uh, katika bonanza dogo ambayo liliandaliwa ambapo wafanyakazi mashabiki wa timu ya mpira wa miguu ya Simba walichuana na wafanyakazi mashabiki wa timu ya mpira ya Yanga. Kimsingi bonanza hili liliandaliwa kwa ajili ya kutukutanisha pamoja kama wafanyakazi, lakini pia kuamsha ari ya kufanya kazi. Michezo ni afya, lakini pia ni burudani. Ama kwa hakika. Leo tumeburudika, tumefurahi lakini tumejijenga vizuri kwa ajili ya kuenda, ya kuenda sasa kuendelea kuhudumia wateja wetu kwa ufanisi zaidi. Kwa kuzingatia pia kwamba michezo ni afya, uh, zoezi hili basi ama mabonanza haya yatakuwa ni endelevu kwa upande wetu kwa kadiri ambavyo tutakuwa tukipata nafasi. Baadhi ya wafanyakazi mashabiki wa Simba na Yanga kutoka shirika hilo wameeleza umuhimu wa michezo hiyo huku wakiliomba shirika hilo kuendelea kuandaa michezo ya aina mbalimbali ili kujenga umoja na mshikamano miongoni mwao. Kama kawaida desturi yetu kwamba michezo ni afya, tunaboresha na kuongeza ushirikiano na ku, kupeana mawaidha mbalimbali. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha na wengine kufanya hili zoezi mara kwa mara, kama ilivyo kawaida ya michezo, unajenga utamaduni mshikamano, umeona, kujenga afya ndio imetukutanisha leo hapa. Tumeweza kujenga umoja, ushirikiano pia, kwa moja kuwafanya kazi wenzetu. Mpira ulikuwa mzuri sana, ulikuwa una ushindani mkubwa sana kipindi cha dakika tisini tumetoka draw ya nne nne, tatu tatu, lakini zikaongezwa dakika kumi kumi, tukatoka pale draw tena tukafungana moja moja, lakini kipindi kingine, baada ya mpira kuisha dakika za nyongeza, tumekuja kutokana kwenye penati. Tunashukuru Mungu, penati za mara ya kwanza tano tano tumetoka tena draw, lakini tukaja kuamua dakika ya pili, penati mbili mbili za mwisho tukaibuka washindi kwao. Tunashukuru sana kwa hilo. Tunawapa pole wapinzani wetu wanayanga TANESCO Singida, poleni sana, karibuni tena. Hii ni mara ya nne mfululizo tunawafunga leo, kidogo ndo wameleta. <laughs> Mchezo wa leo kimsingi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umeisha salama. Mchezo na matokeo matatu: kushinda, kudroa na kufungwa. Tunashukuru, mchezo wa leo umeamuliwa kwa mikwaju ya penalti. Tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi kuangalia mapungufu yako wapi. Tunarudi tena kucheza game, next game. Irunde Reports tunapaza sauti kutoka milimani hadi kwenye niji, tunaelimisha, tunahabarisha, sauti za wanyonge sasa sasikika, sikika. tunaunganisha taifa na viongozi kwa maendeleo ya kweli Tanzania.